Mnamo Machi 6, 2025 ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Railway Children Africa imefanya kikao kazi chenye lengo la kutambulisha mradi wa Living the Street Behind na kujadili namna ya utekelezaji wa mradi huo wa kuwawezesha kiuchumi vijana wenye umri wa miaka 17 mpaka 24 wanaoishi na kufanya kazi mtaani, walioacha shule ili waweze kufanya shughuli zenye tija na kujikomoa kiuchumi wale watoto wanarudi kwenye mazingira ya familia yao, aidha nyumbani imeshindikana, nyumbani basi aende makao ya watoto au aende kwa fit person, asibaki mtaani, na hiyo ndio kipaumbele cha kwanza, kabla hata hajafika kwa hao wakubwa. Tunatamani watoto wakue kwenye mazingira ya familia. Malezi ya zamani na sasa hizi yanakuwa tofauti, nadhani h pia kwa serikali waangalie sasa ni namna gani mzuri, tuanzie chini ya mzizi tujue namna gani ya kuzuia. Hapo <coughs> ukisema kwamba tunaogopa watu wanakuja wanakuja hile, kwa sababu gani? Ile pale inatokea ile na wazazi sasa nadhani ndio wazazi na pili pia watukita hapo ili kuzuia sasa hivi. Lazima tuna mpango wa muda mrefu. Mpango wa kimikakati. Sisi kama maafisa maendeleo mimi tunaona tunataka endelea. Maafisa ustawi kwa mikakati ya muda mrefu ya kuzuia ile janga la kutia mtaani. Tutoe na malezi mazuri wazazi wapewe zile pale inatokea. Jamii yenye ustawi furaha yetu. Akizungumza meneja mradi Bwana Kidawa Muhamed aliyeshiriki kwenye kikao kazi hicho kilichofanyika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesema kuwa mradi huu wa Leaving the Street Behind utahakikisha vijana wanakuwa na makazi salama, wanapatiwa mafunzo ya marekebisho ya tabia na kujengewa uwezo wa kujiamini ili wajione kama vijana wengine wa kawaida. Ni mradi ambao unalenga kusaidia vijana wanaoishi na kufanya kazi mtaani, lengo likiwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na makazi salama ambayo yatakuwa ni a, mbali na mazingira ambayo wamekuwa wanaishi ya mtaani ya kila siku, na lengo kubwa ambalo tutakuwa nalifanya ni kuhakikisha kwamba tunawatambua vijana, na tukisha kuwa tumewatambua tunawaunga kwenye vikundi na na, wenye umri kuanzia miaka 17 mpaka 24, na baada ya kuwaunda kwenye vikundi, tutakuwa tuna sessions za kuweza kuwapa mafunzo balimbali ambao analenga kwa ajili ya kubadilisha uh, tabia yao, mtazamo wa tabia, lakini wakati huo pia ni kuweza kuwajengea wao waweze wa kujiamini na waweze kujishughulia kama ni vijana wengine wa, wa kawaida ambao sio kama wamekuwa siku zote wakifikiria wao wa ni vijana ambao hawathaminiki. Kwa tunataka kuhakikisha kwamba wanajithamini, na mara baada ya hapo tutakuwa tuna program mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunawawezesha hawa vijana wanatambua fursa zipi ambazo wao wanaweza kuzifanya kibiashara. Sisi kama shirika la Railway Children Africa tutawawezesha kuweza kupata uh, business grants kulingana na shughuli ambao wanafanya, na wakati huo pia tunategemea wakati wanaendelea na mafunzo, kama shirika tutawawezesha uh, kuweza kupata makazi ya muda kwa kuwawezesha kiasi kidogo cha kuweza kujikimu wakati wakiwa wanaendelea na mafunzo ya VETA pamoja na vitu vyote ambavyo wao watakuwa wamechagua. Mwisho wa siku, tunategemea kwamba program itaweza kuwawezesha vijana waweze kutambua fursa ambazo zipo na, waweze, na, ni, a, na kuwa, mtaani, waweze kuwa na maisha ambayo ni mbali. Pamoja na kuwa wanaishi mtaani, waweze kuwa na maisha ambayo watajumuika pamoja na jamii kwa ujumla, jamii yenye ustawi na kwa upande wao wataalamu mbalimbali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa RITA, uhamiaji, dawati la polisi la jinsia na watoto, wataalam kutoka halmashauri za manispaa na kata walioshiriki katika kikao hiki adhimu walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina anaitwa Silvia Gabriel Mandaa, ni afisa maendeleo manispaa ya Kinondoni. Tumeupokea vizuri mradi huu na tunaahidi kushirikiana pamoja na wadau kusapoti hawa vijana ambao watakidhi vigezo, tutasapoti kwa kuwapa mkopo ili waendeleze biashara yao, kama wao walishuka mkono na washike mkono vijana wenzao ambao wanaishi mitaani, kuwawezesha ili kupunguza idadi ya vijana wanaoishi mitaani. Naitwa Masaida Zefania Njashi, afisa maendeleo ya vijana kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunawashukuru wadau ambao wamekuja kwa sababu lengo kubwa ni kuisaidia serikali. Na sisi tunachokitaka ni kuondoa kabisa ili wimbi wa watoto wanaoishi mtaani, wanaoishi mtaani kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kama mradi ambao unaonekana unaweza kuwa na kiasi kikubwa sana cha kuchukua vijana au watoto wanaoishi mtaani 360 sio kitu kidogo. Tuna hakika wakija wadau kama hawa, hiyo watatu watatusaidia zaidi kuondosha kabisa ili ili, ili janga la watoto ambao wanaoishi mtaani. Kwa majina naitwa Samea Mariam Ramadhani Juma kutoka jeshi la uhamiaji. Kwa sisi kama uhamiaji, tumelipokea na mchango wetu mkubwa sisi ni pale ambapo wanapopatikana watoto ambao ni si Watanzania wanakuwa kwenye mitaa, sisi ndo watu wa kwanza wakujua kuwatambua. Kwa hiyo msaada wetu sisi ni kuwapokea wale na kufuata utaratibu jinsi gani juu ya kuwasaidia, kama ni kuwarudisha au ni njia nyingine zozote ambazo zitawasaidia watoto wa mitaani. Kingine kikubwa ambacho tutashirikiana na taasisi hii ni kwa wale watoto ambao wamefikisha umri miaka kumi na nane tutawasaidia kwa ajili ya kuwatambua kwamba ni raia kweli wa Tanzania kwa ajili ya kuwapa vitambulisho vya uraia. Kwa majina anaitwa Aza Fuadi Abdallah, ni afisa ustawi kutoka manispaa ya Kinondoni. Ah, huu mradi sisi kama maafisa wa manispaa ya Kinondoni tumeupokea vizuri, kwa sababu tunaona una lengo zuri la kuondoa wale vijana ambao wanaishi mitaani bila malengo, bila kazi maalum na wanafanya shughuli zisizokuwa rasmi na shughuli hatarishi, kuwaweka katika mazingira salama, ambapo watapewa ujuzi mbalimbali kulingana na kila kijana a, na interest yake. Kiujumla, sisi tumepokea mradi vizuri kwa maana tunaona utaleta tija kwa vijana wetu kupata fursa mbalimbali za kiuchumi na kujikwamua kiuchumi wao wenyewe binafsi na familia zao. DSM, Ustawi Digital. Jamii yenye ustawi, furaha yetu.